Habari, karibu katika chande yetu kliniki. Anaitwa Dr. Jimmy ana, leo tutaangalia tiba ya madonda madonda mmadonda au madonda ya koo. Sasa watu wengi wamekuwa wakituliza mara kwa mara, namna ya kuondokana na changamoto a ya madonda a ya kwenye koo. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatilia chande yetu, basi usahau kusubscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza a kupata dondoo za kiafya a tunazo a zituma Uh, kila siku. Na kingine ambacho natakiwa kufahamu ni kwamba uh, tutaelezea vyanzo uh, uh, vya uh, madonda ya koo na vitu ambavyo vinasababisha koo kuweza uh, kuwa na madonda ni vitu gani, lakini mwishoni tutaweza kuongelea namna ya kuondokana uh, na changamoto ya vidonda uh, kooni. Sasa, kitu namba moja ambacho kinachosababisha uh, vidonda kooni uh, ni, ni tunasema ni maambukizi ya virus. Ukiwa na virusi kooni ambayo inaweza kusababishwa, pia kuna influenza inaweza kusababisha vidonda kwenye hiyo sehemu. Uh, uh, ya koo lakini ya pili uh, ni maambukizi ambapo uh, kwenye virus pia hapo utaweza kukuta pia na COVID, na COVID iko pale nasababisha uh, uh, vidonda uh, kwenye koo. Lakini ya pili uh, ni fangasi, kuwepo kwa kwa fangasi kwenye fangasi, ina maana fangasi kama kandida wanaweza pia wakashambulia kwenye koo, wanaweza wakaliasiri uh, koo na kulisababisha na vidonda uh, vya tumbo uh, kusababisha vidonda vya koo. Sorry lakini ya uh, pili ni kuwepo uh, uh, uh, kwa bakteria. Kuna bakteria wengi ambao sisi wanakuwa wanatushambulia, kwa hiyo wakishambulia kwenye sehemu ya koo, basi wanaweza wakasababisha uh, vidonda uh, vya muda mrefu kwenye koo. Kitu kingine ambacho kinasababisha vidonda vyenye kwenye koo, tunasema ni asidi, uh, reflux, watu ambao wana changamoto ya asidi tumboni uh, basi ikipanda kifuani huwa inaweza ikaunguza, kwa sababu asidi uh, tuichukulie kama tunavyofahamu asidi ya kawaida. Sasa ile asidi mara nyingi huwa inaunguza, sasa ikishaunguza kwenye sehemu ya koo inaweza kasababisha uh, vidonda uh, moja moja kwa moja lakini, aa, kitu kingine kinachosababisha ni kwamba kutumia sauti ku, yaani kutumia sauti kukuzidi wewe, na maana mtu unavyopiga kelele kubwa, ndio maana mtu unaona akipiga kelele sauti huwa inakwa au sauti inakwaruza. Kwa hiyo ikitokea ukatumia sauti zaidi ya inavyotakiwa kwa kupiga kelele kwa kushauti na nini basi hiyo pia huwa inasababisha um, uh, vidonda kwenye koo. Ina maana itasababisha ile ule mate kuweza kupungua na hivyo kupelekea uh, vidonda uh, kwenye koo. Lakini kwenye upande wa acid reflux kama una changamoto ya asidi, basi hakikisha unaitibu mapema kwa sababu inasababisha vidonda vya koo na hivyo vidonda vya koo ndio hivyo vitaweza kusababishia pia kuwa na kansa ya koo kwa sababu pia kuna kansa uh, ya koo. Kwa hiyo unapokuwa na ile changamoto ni lazima uweze kuna namna ya kuondokana nayo. Lakini sababu nyingine ni uvutaji uh, wa sigara. Unavyovuta sigara, basi pia unaweza kusababisha vidonda uh, kusababisha uh, vidonda uh, uh, kooni, kwa sababu ile sigara huwa kuna namna ambavyo ina athari kwenye uh, hapa sehemu zako za, za kifua uh na hivyo itasababisha vidonda uh, vya kooni. Kwa hiyo hiyo ni, uh, ni sababu za vidonda vya kooni. Sasa twambie hapo chini, wewe unahisi vidonda uh, vya kooni kwako vimekuja Uh, kwa sababu gani? Lakini ya mwisho ni kwamba uh, kikohozi, kuwa na kikohozi cha muda mrefu, unapokuwa unakohoa kwa muda mrefu, nakohoa kwa muda mrefu uh, uh, uh, pia inaweza ikasababisha changamoto kwenye kwenye koo, kwa sababu unatumia nguvu, unatumia nguvu. Lakini pia unazokuwa na kohoa na mafua pia huwa inasababisha pia mate kuweza uh, kupungua, vikishapungua basi inaweza kukupelekea madonda ya koo. Sasa kama una changamoto ya madonda ya koo, ni vitu gani uweze kutumia? Dawa ambayo natakiwa kutumia ni kutafuta mmea ambao tunaita mzungu. Ukishatafuta ule mzungu wako, basi uh, utachukua majani um, majani kama matatu, unayatafuna, unashatafuna basi unatafuna yale maji maji yake unakuwa una meza nafanya hivyo yale matatu asubuhi, matatu mchana, matatu jioni. Na maana ukishatafuna, ukihisi yamebaki makapi tu, unayatema. Ukifanya hivyo mara tatu kwa siku, ndani ya siku saba, basi utakuwa umeondokana na changamoto aa, la vidonda la, la, la, la, la, la, la, kwenye koo. kwa hiyo ni namna tunasema ni, ni ni mzungwa mzungwa. Utatumia kama ufahamu mzungwa, basi tutakuonesha hapo chini kwa picha, utaweza uh, kuona uh, na kuweza kutumia, kwa sababu ni mea maarufu na ni mea ambao unasaidia uh, changamoto mbalimbali. Uh, kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment uweze kuwa mtu wa kwanza, uh, kupata dondoo za kiafya tunapozituma uh, kila siku na namna ya kuondokana nazo, na kama kuna issue ambayo inakusumbua na changamoto inayokusumbua umekosa suluhisho, basi utatuambia hapo chini na sisi tutaweza kukupa namna ya kuondokana na hiyo changamoto. Karibu na Mungu akubariki.